Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Sala ya jioni. Sasa siku inakwisha, wako Mungu napandisha moyo wangu kwa shukrani, nipumzike kwa amani. Mema mengi umenipa, nashindwa kukulipa. Baba mwema, ondolea yote niliyokosea. Yesu mpenzi, nijie, ombi langu lisikie, unifiche mtoto wako ndani ya jeraha zako. Ee Mama, unipe neema, raha na usiku mwema. Roho mlinzi ukakeshe, pepo asinikoseshe. Naiweka roho yangu mikononi mwa baba yangu, bila hofu na pumzika. Mwisho kwako nitafika. Amina. Sala ya kuomba kifo chema. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, na Yosefu, nawatolea moyo, roho na uzima wangu. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, nijieni saa kuzimia roho yangu. Enyi Yesu, Maria na Yosefu, nijalie nife mikononi mwenu. Amina. Kwa ajili ya yoyote ambao wanaishi wanalala katika mazingira magumu, waombee. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amina. Wapendwa katika Kristo, natakieni usiku mwema na mwisho mtimilifu. Atujalie Mungu Baba Mwenyezi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na amina.